Mmechepusha me, me nondo mia saba marine board mia tano matofali elfu mbili yamesababisha mradi huu unasuasua. Mheshimiwa waziri mkuu, taarifa ya nondo mia saba sio, sio ya kuchepushwa. Ni, ni taarifa ambayo ilipotiwa wizi wa nondo mia saba mliiba nondo mia saba? Ehe. Hapana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuiba. Kuna wakati ambao mifumo ya fedha ilisimama. Nina, nina taarifa hapa, sijaja kutembea. Nina taarifa, ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu, zimeibiwa nondo mia saba, marine board mia tano, matofali elfu mbili. wapi? Kamanda wa polisi yuko wapi? Kamanda wa polisi hapa yuko wapi? Hebu tuambie hii habari yuko wapi? Hili jambo la nondo likoje? Na nikikuta unataka kunidanganya unakamatwa sasa hivi hapo. Hebu tuambie ni hili jambo la nondo likoje? Ninyiwe mnalishughulikia au TAKUKURU? Mheshimiwa Waziri Mkuu tulipokea taarifa ya wizi wa nondo tukafuatilia, wapi ziliibiwa, toka wapi wapi? Kwenye jengo la utawala ambalo ndio hivi, kwenye jengo hili la utawala ehe. Wewe unasemaje? Ehe, ehe. Baada ya kufuatilia Mheshimiwa, tulikamata baadhi ya nondo ambazo ziliibiwa hapa. Katika upelelezi, tulimhitaji injinia aje kwa ajili ya kutambua ile mali akaja akaikataa, hivyo tukashindwa kuendelea na kesi. faili nikapeleka NPS ili uweze kuchunguzwa zaidi. zilizo, zilizo, zilizo, zile, zile zilizokuwa zimenunuliwa hapa ziko wapi Mheshimiwa? katika baadhi ya zile nondo ndio kama ulivyosema, ziko mchanganyiko, kuna hizo tulizozikamata ambazo ni za na nini ya tatu badala ya mia tano. Kwa hiyo akazikataa anasema sio mali yule anayepokea mizigo yuko wapi? Anayepokea mizigo ikinunuliwa yuko wapi? Nani anayepokeaga mizigo inaponunuliwa? Nani huwa anapokea? Eh, mlipokea nondo za aina gani? Asante Mheshimiwa waziri mkuu, tulipokea nondo milimita nane, tulipokea nondo milimita kumi na mbili na milimita kumi na sita. Zilizo zilizopotea zilikuwa milimita ngapi? Zilizopokea ni milimita kumi na mbili. Hizo za milimita kumi na mbili ndio, ni BS ngapi? BS mia tano. BS mia tano? Ndiyo mheshimiwa, ndiyo zilizopotea. Ndiyo, zilizo ndiyo mheshimiwa. Zilipoteaje? Asante mheshimiwa waziri mkuu, hizi nondo wakati zinanunuliwa zilipokewa na kamati ya mapokezi kama utaratibu unavyoelekeza. Zile nondo zilivyopokelewa zikawa zimewekwa eneo la saiti. Uh, wakati wa kufanya stock checking mwezi wa sita, kufanya stock taking, kuhesabu mali ikagundulika kwamba kuna baadhi ya nondo zimepungua, ambazo nondo hizo zilikabidhiwa na kampuni ya ulinzi, zilikabidhiwa kwa kampuni ya ulinzi. Kwa hiyo baada ya kugundua kwamba kuna nondo ziliibiwa, tukatoa taarifa kwa mkuu wa taasisi ili kuendelea na uchunguzi zaidi. Kampuni ya ulinzi nani kaiweka? Walikuwa wapi? Kampuni ya ulinzi mheshimiwa... ngapi Kampuni ya ulinzi Mheshimiwa Waziri Mkuu, imeajiriwa na halmashauri. Mliwakabidhi ngapi? Tuliwakabidhi nondo 1832 kwa idadi tofauti tofauti, yaani kwa size tofauti, tofauti. Mheshimiwa Mkurugenzi, unayajua haya? kitu gani kimetokea? Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri. Nilipokea taarifa ya wizi wa nondo, nilipokea taarifa hiyo, katoa maelekezo kwamba taratibu za kisheria zifuatwe, lakini kwa kuwa tuliajiri kampuni ya ulinzi ambayo tulikubaliana kwenye mkataba kwamba jambo lote likipotea hapa site, kwa kuwa ni force account, kampuni hiyo italipa. Kwa tulichofanya ni kuzuia malipo ya kampuni hiyo milioni kumi na nne na kusema kwamba tuendelee na shauri mpaka tutakapokamilisha ili tuweze kulipana. Kwa hiyo kikubwa, tukawapa demand note ya kwanza, tumeshawapa demand note ya pili. Kwa hiyo tumerecover milioni kumi na nne na thamani ya mzigo ulioibiwa ilikuwa ni milioni 20. Hiyo milioni sita tunaendelea kufuatilia, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Wakati huo wenzetu wa polisi walisema wataendelea na uchunguzi. Naomba kuwasilisha. Hapa hapa hakuna cha kuchunguza. Mnachunguza nini? Nondo zimeibiwa, Marine board zimeibiwa, matofali yameibiwa. Hapa tunataka waliohusika hatua zichukuliwe na, na hizi fedha zirudi, jengo u, ujenzi uendelee. Maelekezo, kamanda sasa. Okay, kamanda Nahitaji, nahitaji taarifa hii kwa kina, fuatilieni kimoja kimoja kimoja kimoja kati ya hivi vyote ambavyo vimepotea, na fuatilieni ushiriki wa wahusika hawa. Fuatilieni ushiriki wa wahusika mnaongea kiurahisi tu kwamba zimepungua. Engineer, zimepungua? ingekuwa nyumbani kwako unaongelea tu zimepungua? Yaani tunasubirisha jengo kuisha hapa halafu vifaa vinapotea kiurahisi hivyo tu, napeleka saiti ovyo ovyo, mnarudi mnasema zimepungua, nondo zimepotea, tofali zimepotea, marine board zime zimeibiwa ninyi, mpo kila siku mnaripoti kazini na mishahara mnalipwa, jengo limesimama. Kamilisha, kamilisha uchunguzi, niipate taarifa hiyo ili nisaidie kuamua. Vifaa vingine vimekuja vimeshakuja hapa, nimeambiwa vimewekwa tu store, na vyenyewe siku vikitakiwa sasa kutumika tuambiwe vimeoza. Injinia, mmeviletaje vifaa kama mnajua sasa hivi hamwezi kuvitumia? Mmenunuaje vifaa? Jengo hamjapaua, amja jengo hamjapaua, kabla hamjapaua jengo mmeshanunua AC, mmenunua mmenunua AC, mmenunua gypsum, mmeweka store, ili siku ya ku, ili siku ya kuvifunga mseme vimeoza vime,